tazamaji nafurahi sana kuweza kupata fursa hii na ndugu zangu ambao kwa kweli hawabanibani maneno mazuri, wanaweka na changamoto pia wanaziweka wazi ili kuonesha mahali ambapo wao wapo, Uh, kama jamii kutoka uh, kaskazini na pia vile vile kaskazini mashariki, kwamba kwa kweli uh, watu wanahitaji kurudi katika meza ya mzunguko kuangalia ni jinsi gani maeneo haya yatapiga hatua kimaendeleo. Pia kuna kaunti zingine zimeweza kuchangia, nataka tupate maoni, wanasemaje kuhusiana na mustakbal wa kaskazini na kaskazini mashariki Taita Taveta ambapo katika maada hivi leo tunapoangazia maeneo ya kaskazini mashariki. Je, changamoto ambazo zinapitia wakaazi wa sehemu hiyo viongozi wameweza kulitatua namna gani? Mojawapo ikiwa ni kudorora kwa viwango vya elimu. Lakini hata hivyo, tumeweza kuzungumza na wakazi wa kaunti hii na haya ndio walikuwa nayo ya kusema yenyewe. Northeastern kwa muda mrefu imebaki nyuma naosisa kwa muda mrefu hakuna maendeleo imepelekwa na serikali kuu, lakini si eti sababu hawakao kwa serikali, ni sababu ya uongozi, ambaye wale ambao wako pale wanajitakia, hawataki wananchi ambaye wanaongoza wanu, pia wapate kufaidika. Lakini hio unakuta mara nyingi ni karibu Kenya yote, unakuta mara nyingi viongozi wao wanataka wale, wale, watu ambao wanaongoza wasiwe watu ambao wanawezeshwa sababu wakati umewezeshwa hutakuwa mtu wa kupiga magoti. Lakini unakuta wale viongozi wa pale mara nyingi wanataka wale ambao, wale watu ambao wanaongoza ni watu wa kupiga magoti. Vile vile pia unakuta hostility pale, pia unakuta zingine pia ina, inachangia. Unakuta Wakenya wengine kutoka sehemu zingine wakaenda upande ile wanakuwa na uoga sababu ya mambo ya hapa na pale, ambaye kwa njema nyingine hatuwezi tukakiongea zaidi, lakini unakuta pia hiyo pia inachangia pale. Kwanza ile kitu huwa inatusumbua pale sana. Sasa kama wale ni Wakenya wenzetu, ile wakati wa mvua ni shida, wakati wa kiangazi ni shida, lakini viongozi wao hawataki kuzingatia watu wakae kama Wakenya wale. Wengine ni kama kulingana na vile wanasemanga ni kama walitengwa, na si kutengwa, ni viongozi wao waliwaachilia. Hawa watu wamewekewa mipango mizuri kama ni mambo na irrigation. Mambo na kilimo, mambo kukiwa na drought. Kwa ufupi, wajue venye wanaanza kusoti hizi problem za uh, watu wa North Easterns. Na kwa upande wa education education, pia katika hizi sehemu unapata kwamba iko chini sana, kwa hivyo ni ni vizuri serikali iweke mpangilio mzuri, kwa sababu hawa watu pia ni wa Kenya, wanahitaji pia elimu, watoto wanahitaji kuwa bright kama watoto wengine. Kwa hivyo ni vizuri serikali ikiweka mpango mahususi pamoja na viongozi kikana na viongozi ili tuone kwamba Mm, pati kama hizo hazitaachwa nyuma kimaendeleo na kimasomo, pia mambo yako sawa. Ndizo kauli za wakaazi wa kaunti hii hapa wakitoa changamoto kwa viongozi wa Kaskazini Mashariki kuweza kushirikiana ili kutatua matatizo sugu yanayokumba wakaazi wa eneo hilo, mojawapo ikiwa ukosefu wa usalama, kudorora kwa viwango vya elimu sawa na hata barabara mbovu katika maeneo hayo. Ikiripotia runinga ya Citizen kutoka Taita Taveta, mimi ni Julius Joho. Wenyeji katika maeneo ya Kaskazini Mashariki wamelalamikia kutekelezwa na serikali kuu, na katika baadhi ya sehemu zenye ukame katika kaunti hii ya Narok, wenyeji wameelezea changamoto wa ambazo wanapitia. Tunapitia changamoto ya hiyo ya kufuga ng'ombe, kijaribu kuangalia saa hii mashamba imefensiwa, imefeiwa. Sasa hata kulisha kama mtu akona ng'ombe 200 ama ng'ombe mia, ni changamoto juu hakuna mali ya kulisha hiyo ng'ombe na kujua ya kuhusiwa watu mashamba watu ma, mashamba yetu, na fence, na wana fence sa, na ngombe kama hizi mashamba nyasi. Walimu wenyewe wanagoma, saingine wanakosa kuja, saingine wanakosa kukuja juu ya mshahara. Sasa vitu kama hizo zina bidi bidizi si tuteseke, kwa sababu mahali tuko ni mahali kame, hakuna hata mavuno, hata chakula. Tunabaki tumeteseka kukula, tunabaki tumelia tu. Serikali hutusaidia, kwa sababu nyinyi ndio wenye kutusaidia, na nyinyi ndio waongozi wetu. Mimi nimetoka maeneo ya kaunti ya wa Wajia. e, ile shida tuko nayo huko kaunti ya wa Wajia, sisi kama watu wa wafugaji, kama ngamia, ng'ombe, mbuzi ile shida kubwa ambayo tuko nayo, tunapitia kwanza sana sana huko kwetu. Kuna ukame mingi, shida ambayo tunapitia ni maji. Sasa tunaomba nini serikali, ambao watuletee maji ya kutosha, ambao wavu nini e, wanyama wetu, ambao tupate mahali wanakunywa maji. Ya pili wanyama ambao ilikuwa tumempigia kura wanasiasa huko siku ya ambao wanataka kura wanatoka mpaka kwa mapoma huko mustuni kabisa, wanaenda kila mahali, wanaongea vizuri, lakini ukipigiwa kura, wakikalia kiti mara moja wanatoroka huko nyumbani, wanakuja pale Nairobi. Hapo ndiyo sasa mastarehe yao, wanakula na hawajali ambao wenye walipigia kura wanapita shida gani, na hawana habari na watu wao. Ningeomba watu kama hawa wajue shida ambao watu wako nayo, na na waangalie, na kama tuseme saa hizi huko kwetu ngamia, mbuzi, ng'ombe, labda mbuzi imegonjeka, ngamia zimegonjeka, wafugaji wanataka dawa. Watu wa sana sana hawana, watu wa msuni hawana pesa ya kununua madawa. Tunataka tupate bia, matibabu, afya ya wavu nini ma wanyama zetu huko na maji ya kutosha. Na wanasiasa, siku ya ambao kiama utaulizwa Mungu wala atakuliza subhana wa taala, ile maongo ambao ulisema mbele ya watu na ulidanganya na ulisema kukula ulikuja kukula stara yako Nairobi, na walikupigia kura wanaumia kubaki pale nyumbani. Ruben Motochi runinga ya Citizen mm. Naam kilio kinakuja kwenu Dr. Raso mm -hmm. Dr. Yeah. Dr. alina Mheshimiwa Raso mwaka Nairobi Mheshimiwa Rasu amurudi nyumbani, amwapiganie maslahi e, amwezi jua shida zao kama muishi nao mm. Kampeni wanawaona baada ya kampeni hawaoni tena. Kilio chake kilosema hiyo minendo ndo imechangia wao kuwekwa nyuma kwa muda mrefu. Labda tuanze na hapo pa huyo kaka, utazungumziaje? Eh, asanti sana Rashid. Eh, nafikiri nimeweza ku, uh, kusikiza mm -hmm. eh, wale wananchi I think 90% mm -hmm. ya kile wanasema ni ukweli. uh, kwa mfano eh, wacha tu ongee maneno ya uongozi. mm -hmm. e, yale ambaye eh, hatuta kubali. mm -hmm. na hata serikali sikubali. mm -hmm. Ni kwa mfano uporaji ya eh, eh, rasilmali ya wananchi. Corruption. mm -hmm kama inatoka sizi wanguzi, viongozi ama any other person. mm -hmm. Sababu watu wanasema oh, unajua hii watu, ile rasilimali tunawapea yote wanaleta Nairobi na wanajenga nyumba ya kifahari ghorofa nini. mm -hmm. kama inajulikana ya kuwa raso mm -hmm. ama Daktari Ali ama mwingine mm -hmm. anahusika na kashfa fulani Lazima maneno ya kuongea haisaidii mm. mm. lazima hatua ichukuliwe ya kuhakikisha hiyo rasilimali ya wananchi inarudishwa. That is about leadership. Hakuna vile tutakuwa na leadership ambaye inaitwa half measure mm -hmm. E, ama tunakuwa insulated against uh, injustices to our people mm -hmm. sababu sisi ni viongozi. Hakuna jambo ya, ile ingine inaweza kuongelea eh, juu yake eh, iko mzee pale ameongea kutoka Taita. mm -hmm. kuwezesha kuboresha. mm -hmm. eh, unajua, wananchi ama hata kiongozi akiwa pale 24/7 kama hakuna rasilimali anawapelekea wananchi wake, mm -hmm bado itakuwa shida, bado itakuwa ni ile tu mm, sababu maji wanahitaji. Kwa mfano ile ya, ya, yule ya Masai ya, e, Narok amesema e, ile chakula ya e, livestock ya mm. mifugo mm, watu wamefunga mashamba yao na zamani walikuwa na common grazing mm. e, land so yule hana E, shamba atafanya nini? It means lazima aidha apeleke hiyo mifugo yake sehemu zingine mm -hmm. ama akaziuze na aingie maisha mengine e, nafikiri ni maneno ya elimu. <coughs> Mwanzo elimu hapo, nafikiri hata kuna nimepata jumbe wanasema uh, kuna pia hofu ya baadhi wa walimu wanapokuwa wamepelekwa kusomesha sehemu zile, wengi wanahofu kwenda kusomesha kwa sababu ya uh, usalama wao na vitu kama hivyo. Na ukiangalia haimaanishi kwamba wakazi wa northeastern watoto wao lazima wasomeshwe na watu toka northeastern. E, itakuta mtaletea mjadala kama huo. Kwa hiyo elimu, nafikiri pia ni swala ambalo lazima mlifanyie kazi sana, kama viongozi kutoka maeneo yao yeah. E, upande wa ya elimu nafikiri e, lazima tuelezane tu ukweli mm -hmm. E, hivi sasa elimu upande ya kwetu sana sana itategemea CDF peke yake. mm -hmm. Na CDF ni pesa ndogo sana mm -hmm. E, utakuta e, vitu kama teacher training colleges ziko chache sehemu zetu mm -hmm. And yetu ukiwa na teacher training college mm -hmm, ni rahisi kuwa na wale walimu, hata walimu ya awamu Eh, wale what you call temporary teachers mm-hmm. Wakati vijana eh, wanamaliza ile masomo ile inahitajika, then wanapewa kwa miezi tatu waende kwa shule tofauti tofauti kuhakikisha at any one point, eh, shule ziko na walimu wa kutosha, na wakati walimu eh, wanaandikwa ama wanapewa kazi wengi watakuja baada ya muda. E, sehemu yetu ni kusema kweli, insecurity iko, hata tukikataa namna gani, bado kitu moja itatokea siku hiyo. Walimu wanasema, ah, sizi hatutakaa hapa is unsafe mm. So ina destabilize ile masomo ya watoto so all the time wakati we are sure ama tuko na hakika kabisa ni wakati locals wako, sababu hakuna mahali watatoroka, sababu hapo ni kwao. Lakini hatuwezi kusema education lazima 100% iwe, e, ni localized, sababu pia unahitaji watu kutoka nje. Mm. E, so that mtoto wakati anakuwa asione hii nchi anaishi peke yake, anaishi na wengine. E, e, mwalimu anatoka Kisii ama mwalimu anatoka e, Kisumu, Nyanza ama Western, ili mtoto aanze kuelewa ya kuwa hii nchi siko peke yangu, e, iko watu wengine mm. e, so e, yule ameongea maneno ya education education lazima hata kutoka kwa ministry mm -hmm. lazima wa e, waweke rasilimali katika hizo sehemu because zamani wakati hakukuwa na CDF tulikuwa tunategemea central government, lakini saa hizi kila mtu anasema ah, CDF ifanye. CDF hiyo kitita, hiyo pesa ni ndogo kabisa. mm -hmm. Ingawa inasaidia, sababu kwa mfano constituency yangu naweza kusema na authority mm -hmm. kama sina CDF, sina mashule na watoto wangu hawataweza kusoma Naweza kusema miaka ile nimekuwa bunge, pesa kiasi gani Ministry of Education wamewahi kuniwekea kwa mashule yangu? It's less than 10% ambayo ni ndogo sana. E, so kama kama itabakia tu CDF peke yake mtakuwa na wakati mgumu, kama pia sadaka, kama kutakuwa na jitihada zingine kwa wizara, tutasaidia pakubwa masuala ya elimu kweli. Na, na kuna kitu kwa nimekizungumza ma, awali, na ukasema utakichangia na pia kimechangiwa. Ile ni dhana ambayo amesema, na kama ni dhana iwe dhana, na kama kuna ukweli ufanywe kazi kwa kama, a, ya kwamba kama viongozi hawakai kule wanakwenda maeneo fulani e, wanajitajirisha wao wenyewe. Anasema si swala baya kama mtu ana ushahidi nalo peleke katika asisi za nazohusika mm, ili sh sh sh sheria ifuate mkondo wake, na hili ukiliangalia kwa asilimia kubwa, kwa asilimia kama sitini na hakuna sehemu utakayokuta kuna maendeleo iwe yale maendeleo hayajachangiwa na watu kutoka maeneo ya mm. kaskazini mm. na ndio swali kali naibuka ni kwamba inamaanisha hata hawa wanakwenda changia maeneo yale mm. ni kwa sababu ameona kwamba kule kuna nafasi za kibiashara, na halikadhalika hapa tutatengeza mazingira gani ndio wawekeze kule mm. na pia ikiwezekana wawekeze eh, nyumbani. Eh, Asante Rashid. Uh, kwanza wacha nichangie um, suala ya kwanza kulingana na wale wameongea mambo yeah, ya, ya shida ya sehemu za kaskazini ni ukweli kwamba viongozi hawakai huko, lazima wengine wakae hapa Nairobi. Kwa mfano mbunge kazi yake ni kuka kwa parliament mm -hmm, huko akienda kuvisit ni kuangalia projects, kusalimia watu, lakini kazi yake sana sana walitumwa hapa Nairobi ma senators na wabunge on the other side, wale wa county kama mimi na governor yangu mm -hmm. na hao magavana wengine wote, 90% of our time tuko huko, so we are always with the people. Hiyo wakiongea namna hiyo, nafikiri labda wanaongelelea wabunge, lakini wabunge si lazima wawe huko, ni sisi, so county government ni full government mm -hmm. So iko iko president iko deputy iko hata iko parliament na kila mtu anakuanga hapo mm -hmm, so in terms of physical presence sisi tuko, na tunaona shida kila siku, shida ya, ya, ya, ya wananchi hapo na tunasaidia mahali tunaweza saidia. Ya pili upande wa wekezaji, why we are not investing in our places mm -hmm, instead mbona tunaweka mali hapa kwanza mambo ya uwekezaji ya kuweka mali na vitu kwenye kila sehemu katika Kenya hii inaenda pamoja na, pamoja na ile government infrastructure. mm -hmm. Eh? No. Kama hakuna njia, kama hakuna, kama hakuna umeme, kama hakuna airport, kama hakuna maji, wewe, mimi nataka kujenga hoteli for example, kama mimi ni investor ya 16 floors Mm -hmm. Lakini hoteli hiyo inahitaji hizi vitu zote na hii vitu hizi sio re responsibility ya wananchi kulete njia kukulete airport, kukulete umeme. Eh? This is this is uh, government responsibility. Lakini saa hii sijui kama umeenda Mandera, umeenda Moyale, umeenda Marsabit, Garissa, badilika. Total change. Because since you got to the revolution imekuja lami imekuja maji iko shida yote ni umeme tu lakini saa hii utapata mahoteli ya kisasa hapo mm-hmm. Mandera ukienda eh? utaona lami utaona tumeendelea sana tuko mbele mm-hmm. na watu wengi wameanza kurudi kutoka Nairobi hii, waende kujenga nyumbani huko Mandera huko Moyale huko Wajir ukienda you will see a very huge difference na I can tell you saa hii rais yetu anaongea na, na serikali ya Ethiopia ili tupate umeme kutoka ya Ethiopia. Naam, naam. Hiyo ikikuja mimi nakwambia Kenya yote itahama, itakuja huko. Nawacha nimalizie upa, upa, upande wa elimu mimi nilikwambia sisi kama viongozi we are no longer lamenting. Tumeanza kuchukua juhudi sisi kama viongozi tuendelee na tusukume hii sehemu yetu. Bila, bila kuteta upande uh -huh. eh? wa elimu kama for example huko Mandera tumesema no child will pay secondary school fees free, inaitwa elimu kwa wote. We are paying for 35000 secondary students student. Shule ikifunguliwa wanabeba sunduku yao wanaenda tu shule. Hakuna kitu ya ati mama anaenda kuuza mbuzi ama anaenda kusumba sijui mambo ya shamba. Nothing like that. That is number one. Number two, upande wa eh, eh, chuo kiku mm -hmm. tumepeleka huko kwa KMTC ya hii national mm -hmm. tunalipia kila mwanavunzi, mm -hmm. kama county government. tumepeleka teachers training college baada ya kuzema ati walimu ya, wa, ya North Eastern mm -hmm. ama Northern Kenya hakuna walimu, hakuna nini. Tumeweka walimu, tukaita wabunge, tukakaa chini tukasikizana the only way out to have our local teachers mm, is to have our own college and to pay for our students. So wabunge walisema sisi tunalipa 50% ya kila mwanafunzi ambaye anaenda uh, kukua mwalimu. Sisi kama county government tumesema tunachukua ile 50% nyingine. Saa hii by the end of this year we will have 1000 local teachers graduating in Mandera for the first time. And it has never happened. So So very soon, sisi wenyewe ndio tuta export teachers kwa Kenya hii ingine. Yes, yes. So, the other one is technical teachers, technical training institute, TTI. It's because national government imesema uh, kila county ama uh, kila sub-county, kila sub-county, I think. Uh, kila constituency. Uh, ikuwe na technical. Mm -hmm. That is massive. Sisi, serikali imesema, lakini sisi viongozi tumeamua, that must take off. Even if it is mandugu zetu waheshimiwa kun aaa Mandera sana. Very far tuko mbali sana na kuna, swali ninaweza kuwauliza, kwa sababu, uh, yeah, mm -hmm. uh, tumeona, uh, uh, kwa sababu tusipolizungumzia itakuwa hatujatendea watu haki. Tumeona, na nitakuuliza kakangu, Raso, kwa sababu licha ya kwamba we ni kiongozi, mm -hmm umekuwa jeshini na naamini kwamba pale ume, umeongozwa sana na misuala, masuala ya haki e, tumeweza kuona kwamba kaskazini ni sehemu ambayo ina enzi mila na tamaduni, kwa sababu utamaduni ndio utajiri wa mtu yoyote. mm-hmm. E, na kuna baadhi ya mila ambazo kuna watu wamesema wakati fulani zina, zinakandamiza haki ya wengine, mtoto ameweza kudhulumiwa Amefanywa nini? Tumefata mkondo wa haki kumpeleka mahakamani, tutoke wazee watasema, wataijadili kama wao wazee, iweze zetu kutoka kutokasazn, lakini wengi wanakuja kwetu tuache mila, lakini jie, wakati umefika, mkae mwangalie gani tuendelee nazo gani tuziweke pembeni. Eh, asante Rashid. Uh, eh, nafikiri jambo mingi pia inachangiwa na zile usemi ya Kiswahili ya kusema eh, aliacha mila ni mtumwa. No, mm -hmm. no, no. Eh, na ndio inafanya watu washikilie vitu ambayo imepitwa uh, na wakati kwa mfano ile kukeketa wasichana, naam, msichana anaozwa mapema akiwa mdogo e, na vitu mingi kwa mfano e, mtoto msichana adhulumiwe. mm -hmm. Alafu wasee wanasema wacha tufanye maslaha. mm. isiende kotini. mm. E, kulingana na a, sisi kama viongozi E, na nakubaliana na wewe 0 e, 100% ya kuwa yale ambayo yamepitwa na wakati lazima tuanze ku, kuiondoa ingawa huwezi kuondoa jambo ambalo limekuwa na nyinyi sijui karne ngapi mm -hmm. e, kwa siku moja ama kwa mwaka moja, lakini ni kuelimisha watu ya kuwa haya ni makosa haya ni dhuluma. Kwa mtoto msichana, na watu wanaanza kuelewa na polepole pole, watu wanasema eh, ingawa ni mzuri kwa mila lakini, na unasema hii ina adhiri hata afya ya mtoto, akiolewa msichana, wakati ya kuzaa inakuwa ngumu na pengine anafariki, so watu wanaanza kuelewa na wanaanza kujiondoa. Ya pili ni maneno ya kusema tufanye maslaha e, tulipe kitita ya pesa kiasi fulani. Sisi kama viongozi tunasema yale ambaye ni criminal mm -hmm, sababu jambo lingine linaweza kutokea kwa bahati mbaya mm -hmm. ambaye hata wazee wakikaa wakiamua wanasema, ah, haya e, yangezuliwa lakini haidhuruni, ni bahati mbaya. Lakini yale ambaye ni criminal tunasema hapana, wacha kijana ama huyo mwanaume aende kotini mm -hmm. na koti iamue e, sababu hata wakati utalipa kitita ya pesa fulani Nnam. ama ngamia ama ng'ombe yale mabaya yalitendeka. Lakini kuna uoga raso, kwa sababu uoga ni kwamba mimi kama kiongozi mbunge eh, raso, nataka kuweza kuambia viongozi kwamba hizi mila zingine zimepitwa na wakati, lakini na uoga ya kwamba ikifika wakati wa uchaguzi ni viongozi hao wanakaa kusema saa hii tumeamua, tunasafiri na Rashidi, atusafiri na tuflama, tumeamua sasa, kwa kuechelea kwamba nikipinga wanachokiamini sasa watakuja na mimi waniweke pembeni wakati wa kuchagua kiongozi. Hasa viongozi wana kama mbe kidogo, wao katika njia pana, maana viongozi wanasema Rashid hawa hawa ndio ambao watakuja wakae waseme, kati ya watu sita, tumeamua uchaguzi unaokuja tumuunge mkono ndugu yetu Daktari Ali, tumwache Rashid ama tumeamua. Ni sasa hapo uone kwa pia imenyima kwamba wakati mwingine utaweza kulalamikia huko, lakini mbele yao huwezi kuambia kama alichokifanya ni kibaya tutafanyaje? Kufanya e, e, nafikiri nitapatia daktari nafasi lakini la, lazima ni nene ya kuwa Naam. Ingawa wananchi watakusukuma mahali fulani kile ambaye itaweza ku uh, kusev, uh, kiongozi Naam. Ni kuambia hawa ukweli, sababu baada ya muda wanasema, lakini kile amesema ni ukweli Naam lakini unajua wakati ya siasa iko ile ari e, ya kila mtu ako na e, candidate wake nini. E, u, u, u, ukiwa kiongozi unawekwa kwa kona fulani, unaambiwa haya, utasema nini? mm -hmm. E, unajua unawekwa kwa ile kitu inaitwa cash 22 <laughs> okay. mm -hmm. E, ukiwa cash 22 unasema ah, hiyo nakubaliana na nyinyi but ukweli ni wakati unakalisha wananchi wako Naam. na unawaeleza e, bila kuwasukuma na kuwa ushawishi hawa, ya, ya kuwa mnakuwa na ile kitu inaitwa conversation. Mm -hmm. e, community conversation then baadae watu wanasema kile amesema ni kweli, lakini baadae hata unakuja wazee wanakunongozea ya kuwa ngao wewe umesema hivyo lakini wakati huu itachungua, sema basi tuwe na timeline. mm -hmm. tuanze ku, ujipanga pole polepole, pole pole. pole pole. yeah. lakini you are right, mwanasiasa iko mahali unawekewa mtego. yeah. na unakuwa na opposition all the time uh -huh. So opposition amesema, mkinichagua hiyo nitakata, lakini wewe umeanza kujua ukweli ya hii na unataka kuambia wananchi ukweli e, so, You have to eri, eri, that u, eri ukose fursa ya kuongoza lakini kupigania mabadiliko kweli. Mm. Kuna wengine wanasema kwamba mabadiliko nikiyapigania sana nitakosa nafasi ya kuongoza. Najua pia vile vile daktari aliyetaka kuweza kuchangia kweli, nataka nichukue nafasi kidogo niwape vidokezo vya taarifa zetu, alafu nikija pia yeye ni kiongozi na naamini kwamba kama naibu governor, ama hizi kesi anakutana nazo nyingi sana zikiletwa huko, utakatuambie je, tutafanyaje? Maanake kiongozi na yeye anaangalia wananchi lakini, anaangalia kesho yake. Ukimweka mahali kwenye njia ya panda, inahitaji <laughs> subra sana na busara aliyajuu, la sivyo anaweza kufanya kitu ambacho hakitoeleweka mengi baada mdi usioko mrefu